Chama cha Wanasheria Tanganyika, TLS, kimepokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya kushambuliwa kwa waumini wa Kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima. Tukio hili lilitokea eneo la Ubungo, Dar es Salaam tarehe 29 Juni 2025 wakati waumini hao walipokusanyika kwa ajili ya kutekeleza haki yao ya kuabudu. Kitendo cha kuwashambulia waumini hao na wengine kujeruhiwa wakati wa kuabudu si cha kiungwana na kama TLS, tunafuatilia kwa umakini swala hili kwa kuwa linagusa haki ya kuabudu chini ya ibara ya 19 kifungu cha pili ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 kama ilivyorejelewa mara kadhaa, inayotambua na kuhakikisha uhuru wa mtu binafsi wa kuabudu na kueneza dini yake. Hii ni sambamba na tamko la kimataifa la haki za binadamu, hususan ibara ya 18 inayosisitiza juu ya uhuru wa mtu kuabudu, kuamini na kutangaza imani yanayoamini bila hofu ya kubugudhiwa. Kwa mujibu wa kifungu cha 4C na cha 4E cha Sheria ya Chama cha Wanasheria Tanganyika, Tanganyika Law Society Act, TLS inafanya jitihada za kukutana na mamlaka husika ndani ya serikali kwa lengo la kufahamu kilichotokea na kuona namna bora ya kushauri juu ya njia sahihi za kutatua changamoto iliyojitokeza kwenye Kanisa la Ufufuo na Uzima kwa lengo la kudumisha amani, umoja na mshikamano wa Tanzania na taifa letu kwa ujumla, tunatoa wito kwa serikali na vyombo vya dola, hususani jeshi la polisi, hasa katika kipindi hiki cha mpito, wakati taratibu za utatuzi wa migogoro uliopo baina ya kanisa la ufufuo na uzima na msajili wa asasi za kidini unaendelea, kuandaa mazingira rafiki yatakayowezesha waumini wananchi wa Tanzania wa Kanisa la Ufufuo na Uzima kutekeleza haki yao ya kuabudu na kutangaza imani yao bila hofu mpaka pale ufumbuzi wa mwisho utakapopatikana. Tunawaomba Watanzania wote kuendelea kudumisha amani na utulivu kwa maslahi mapana ya nchi yetu, hasa ukizingatia kuwa taifa liko kwenye kipindi cha joto la siasa za uchaguzi mkuu. TLS itaendelea kufuatilia swala hili kwa umakini na kwa haraka ikiwa ni wajibu wake wa msingi chini ya kifungu cha nne cha sheria ya chama cha wanasheria Tanganyika, katika kulinda na kutetea umma kwa watanzania kwenye masuala ya msingi ya haki na amani, sheria na katiba ya nchi yetu. TLS itatoa taarifa rasmi baada ya kukutana na pande husika, bila kuathiri haki za kanisa la ufufuo na uzima pamoja na mawakili wao katika kutafuta haki yao. elimu hizi na mengine mengi. Usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.